Mheshimiwa Spika, usafirishaji na usambazaji wa umeme. Katika kuhakikisha kuwa umeme wa uhakika unapatikana katika maeneo yote nchini, serikali itaendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya kusafirisha nishati ya umeme kwa kutekeleza miradi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze Kinyerezi Mkuranga, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti mia nne kutoka Rufiji Mkuranga, na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti mia nne kutoka Dar es Salaam, Tanga hadi Arusha. Miradi mengine inayotekelezwa ni ujenzi wa njia ya kusafirisha msongo wa kilovoti mia nne kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya Tunduma, yani Taza, na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma. Serikali pia itaendelea na utekelezaji wa mradi wa kuimarisha gridi ya taifa pamoja na kuendelea kufanya matengenezo ya kinga katika vituo vya kuzalisha umeme, miundombinu ya kusafirisha na usambazaji wa umeme pamoja na vituo vya kupoza umeme.